La tatu ndugu zangu, nawaomba tarehe ishirini na tare tisa mjitokeze kwa wingi, twendeni tukapige kura, tumchague rais Samia. Na mimi nawaomba kura, mnichague kwa mbunge wenu, nawaombea kura madiwani wote Naomba naomba nione mikono juu, atakayoshiriki uchaguzi, mikono juu, atakayoshiriki uchaguzi. Ndugu zangu maafisa wa usafirishaji, nendeni mkatimize haki yenu ya kimsingi ya kuchagua viongozi wenu. Hii ni haki ya kikatiba, asije mtu akawazuia haki yenu. Naomba mjitokeze kwa wingi, nendeni mkapige kura. Mkipiga kura nitawafanyia mambo yafuatayo. La kwanza, la kwanza, nitahakikisha kwa kushirikiana chacha mwenye mwenyekiti wenu na viongozi wote, tunajenga mazingira mazuri na jeshi la polisi na mgambo wa jiji wapunguze usumbufu kwenu. Bodaboda we, bajaji oye, najua najua feruzi anawatesa sana, na nimeshamwambia, nimeshamwambia tutakaa nao vizuri, wale sawasawa. Eh, lingine, lingine najua mna changamoto ya tarura hivi sasa ya parking, si ndio? Imekuwa changamoto kubwa, lakini tutaenda kuyarekebisha yote haya kuanzia mwezi wa kumi na moja. La tatu, la tatu, nataka vituo vyote vya bodaboda na bajaji vya jimbo la Mtumba vyote niwajengee mabanda mazuri mkae kwenye kivuli. Bodaboda we, la nne, la nne, nataka niwatoe kwenye pikipiki za mkataba, mkamiliki pikipiki zenu wenyewe. Kwanza mwezi wa kumi na moja, kwanza mwezi wa kumi na moja, tutaweka utaratibu mzuri, tuwapange vizuri, na safari hii nitawasimamia mwenyewe hatua kwa hatua, nione vijana wangu mnapata pikipiki piki. Mama Samia oye! Dodoma oye! Mmefurahi? Mmefurahi? mna amani? Haya, lingine mimi ni mlezi wenu wa mkoa, nilipewa cheo hichi na kina Chacha. Tumeanza utaratibu wa kuwakopesha polepole, hivi sasa pale kwenye ofisi ya mkoa. Nitaomba wale wote ambao hawajui hii fursa wamtafute Chacha. Lakini kwenye mfuko wenu niliahidi kuwachangia milioni kumi. Naongeza kumi nyingine iwe ishirini kwa ajili ya mfuko wenu.